Hii ni sehemu ya nne ya simulizi ya Mke Mwenza, na kama tulivyoona katika sehemu iliyopita, uhasama kati ya Zulfa na Amina rafiki yake unazidi kuwa mkubwa, ikiwa Amina anaelekea kuolewa na Abduli ambaye ni mume wa Zulfa kama mke wa pili. Katika sehemu hii ya nne, tunaanza na kumbukumbu -kumbu ya miezi kadhaa baada ya ndoa ya Abduli na Zulfa. Abduli alibahatika kupata kazi Arusha mjini na ikabidi ahame pamoja na mke wake. Na siku moja wakiwa sokoni wananunua vitu, Zulfa alimwona rafiki yake kipenzi wa siku nyingi Amina, akamwita kwa sauti, pacha. Amina aliposikia sauti hiyo haikuwa ngeni kwenye masikio yake, akageuka na hakuamini macho yake. Mara baada ya kumwona Zulfa alikimbia kwa spidi sana na kwenda kumrukia Zulfa, na wote wakakumbatiana kwa nguvu. "I'm so happy to see you pacha wangu, I'm so happy kwa kweli," Zulfa alizungumza kwa hisia, na Amina akamuuliza, "Nimefurahi pia, unafanya nini huku?" "Mimi na mume wangu tulishatoka Babati, tumehamia Arusha siku hizi. Jamani, hivi unajua niliibiwa simu, yaani tulipofanya mtihani wetu wa mwisho tu pale chuoni, na baada ya kupoteza mawasiliano na wewe nikashindwa hata kuja kwenye harusi yako na nilipotaka kukupigia kupitia simu ya wazazi wangu wakaniambia kuwa na wewe ulipoteza simu kipindi kile kile. Amina alizungumza na Zulfa, naye akasema kikubwa, tumekutana tena na wote tuko wazima, pacha wangu. Naamini kabisa Mwenyezi Mungu atazibadilisha hasara zote za kupotezana na wewe na kuzifanya kuwa baraka kati yetu. Unaendeleaje wewe kipenzi? Mimi niko poa, lakini baada ya kukuona wewe furaha yangu imeongezeka maradufu. Amina alizungumza maneno hayo kwa uso wenye bashasha, na Zulfa naye akamwambia, mume wangu yuko maeneo haya, unajua nilikuja naye nice sokoni eh? Sasa inabidi ukutane na mwanaume wa maisha yangu, furaha yangu, mwandani wangu anayenipa furaha. Oo, mbona nakuonea wivu sasa jamani? Kwa hiyo kumbe anayekupa furaha ni mtu mwingine, siyo mimi tena? Sasa ngoja na mimi nitaolewa tu, alafu nitakuja kukuringishia. Amina alizungumza maneno hayo kwa utani, na Zulfa akamshika mkono wakielekea kule alipo mume wake, akamwambia Amina, njoo. Hatimaye walifika sehemu Abduli alipo, na Abduli baada ya kumwona Zulfa akamwambia, mbona nakupigia simu upokee? Ulikuwa wapi wewe? Lakini baada ya kumwona Amina alipata kigugumizi ghafla, na Zulfa naye akazungumza huku akitabasamu, sorry mme wangu, sikujua kama simu yangu inaita. Haya basi, nimefika huyu ni rafiki yangu mkubwa wa siku nyingi anaitwa Amina, nadhani unajua, nimekuwa nikimtaja sana. Amina, pacha wangu, huyu ndo mume wangu kipenzi, anaitwa Abduli. Abduli naye akamsalimia Amina, asalamu alaykum. Amina akaitikia, wa alaykum salamu, asante kwa kumtunza pacha wangu kwa niaba yangu. Amina alijibu usoni akiwa na tabasamu la kulazimisha, na Zulfa naye akamwambia mume wake Mpenzi, inabidi umfunde huyo rafiki yangu na yeye apate mume, maana eti alikataa kuolewa kwa sababu aliachwa na mwanaume wake wa kwanza. Zulfa alizungumza maneno hayo bila kujua mwanaume aliyemwacha Amina ndiye huyu Abduli ambaye ni mume wake kwa sasa. Wakati huo Amina alimfinya kidogo Zulfa ili aache kuongelea hiyo mada, na Abduli naye akasema, kweli shemeji yangu, hebu uruhusu moyo wako uweze kumpa nafasi mtu mwingine, haijalishi pia anaweza kuwa ni yule yule mwanaume wako wa kwanza. Ikiwa nyote mtaridhia kurudiana, itakuwa vizuri. Hayo yalikuwa ni maneno ya Abduli na hakuna aliyeelewa isipokuwa yeye pamoja na Amina kwa sababu ni ex wake. Amina naye akasema hamna shida, nitafikiria ushauri wako. Kufikia hapo, Abduli akamwambia mke wake Zulfa, ebu tuondoke mke wangu, nimeshaanza kusikia njaa sasa. Zulfa akamwambia Amina sasa pacha, itabidi sisi tukutoroke kama unavyoona shemeji yako ameanza kulalamika njaa inamuuma. Sasa hebu niachie namba zako, maana siwezi kukubali nikukose tena. Zulfa alichukua simu ya mume wake na akasevu namba za Amina. Basi marafiki hao wakubwa waliagana na kila mmoja akashika njia yake. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu kumbu ya jinsi Amina na Zulfa walipokuja kukutana tena. Ikiwa tayari Zulfa ni mke wa mtu na aliyemuoa ni Abduli ambaye ni ex wa Amina. Sasa turejee kwenye wakati uliopo. Zulfa aliendelea kuumia kwa jinsi mumewe alivyokuwa bize na shughuli za kujiandaa na harusi, na alimpuuza kabisa mkewe, wala hakumshirikisha chochote katika mipango hiyo ya harusi, alikuwa mpweke. Hamidu aliendelea kufanya shughuli ndogo ndogo za pale nyumbani, kwani mama yake alikuwa mnyonge muda wote, na hata alipojaribu kumtania bado hakuwa interested na utani wake. Siku nne kabla ya harusi, mama mkwe wake na Zulfa, yaani mama wa Abduli alifika Arusha akitokea Babati akiwa pamoja na ndugu zake wengine. Walikuja na vyakula vingi wakijiandaa na sherehe hiyo. Mama yake Abduli aitwaye Bi Aisha akamuuliza Zulfa, mpaka leo hujakodisha vyombo kwa ajili ya sherehe? hakuna hata mziki umekuwa ukipanga nini wakati wote huo? Zulfa naye akamwambia, mwanao hajanishirikisha kwenye chochote kuhusiana na sherehe hii, sasa ulitaka mimi nifanyaje? unapaswa kuwa na furaha na kushukuru kwamba mume wako anaoa mke wa pili, kwa sababu inamaanisha wewe ni mke mkubwa na uliyebarikiwa. Bi Aisha alizungumza maneno hayo na Zulfa akasema, yaani atasiamini hicho unachokizungumza. Vipi kuhusu wewe mume wako ambaye ni baba mkwe wangu hakuwa wa mke wa pili, kwa hiyo inamaanisha ya kwamba wewe hujabarikiwa, kwa sababu sio mke mkubwa. Baada ya maneno hayo ya Zulfa, Bi Aisha alitabasamu na akasema na kuona una wivu, lakini utazoea tu. Unajua, huyo binti anayetaka kumwoa walikuwa marafiki tangu utotoni na alikuwa akinitembelea nyumbani na vile vile vile, Alinisaidia shughuli mbalimbali ikiwemo za jikoni, lakini hakuna aliyejua kwamba na yeye siku moja atakuja kuwa mkwe wangu. Maneno hayo yalizidi kumchefua Zulfa, akamwambia mama mkwe wake, hebu ngoja niende nikasage pilipili. Alipokuwa anarudi baada ya kusaga pilipili, bahati mbaya aliteleza na pilipili yote ikamwagika, na katika eneo hilo alikuwepo mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Bi Kasali. Bi Kasali alimsaidia Zulfa kuinuka, na akamuuliza umeumia popote binti yangu? Huku machozi yakiwa yanamlenga, Zulfa akazungumza, niko sawa mama, asante sana kwa msaada wako. Bi Kasali aliendelea kuzungumza, binti yangu, naona ni kwa jinsi gani unateseka kihisia kutokana na haya maandalizi ya harusi ya mume wako na mke wake wa pili, lakini usiruhusu ili jambo likutese kwani huu sio mwisho wa maisha. Huu ni wakati mwafaka wa wewe kujizatiti na kuhakikisha unakuwa mke bora zaidi. Mtoto wako anakuhitaji na vilevile vile, kumbuka kuwa majukumu yako kwa mume wako hutakiwi kuyaacha. Endelea kumfanyia mambo mazuri kama zamani, tena ikiwezekana, zidisha zaidi. Hii itafanya upendo wako kwenye moyo wake uzidi kuwa mpya kila siku, kwa sababu ukizembea kidogo tu basi ujue kabisa upendo utapotea na huyo mke mwingine atafanya hata mumeo wa kusahau. Kumvumilia mume wako kwenye nyakati za shida ni chaguo lako, na vilevile mume wako kuamua kuoa mke mwingine na wewe ukakubali, ni chaguo lako pia. Kwa hivyo, binti yangu, zingatia sana nyumba yako, jitahidi kuwa na subira na uvumilivu kwa lolote ambalo utakutana nalo. Huo ulikuwa ni ushauri wa Bi Kasali. Asante sana mama, Nashukuru kwa ushauri wako. Sio kwamba sitaki kukubali haya yaliyotokea, lakini kadri ninavyofikiria juu yake ndivyo moyo wangu unazidi kuumia. Nampenda sana mume wangu, na nikimwona akiwa na mtu mwingine maumivu ninayoyapata ni zaidi ya uchungu wa mwanamke aliyopo leba wakati wa kujifungua. Zulfa alizungumza maneno hayo huku akitokwa na machozi, na Bi Kasali naye akaongezea, katika maisha yako yote bila shaka umewahi kupitia nyakati za maumivu, na ili uweze kuzishinda changamoto hizo uwe inachukua muda, uvumilivu na imani pia. Sasa hapo unachopaswa kujua ni kwamba Mwenyezi Mungu anakujaribu, na matendo yako katika wakati huo mgumu yataamua ni kwa kiasi gani imani yako iko thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetoa amri hiyo na mume wako akawa ni miongoni mwa waliotii amri yake. Sasa hapo huoni kwamba ni bora kuoa mke wa pili kuliko kufanya uzinzi ambao matokeo yake yanaweza kuwaathiri nyote wawili? Ninachokusihi mwanangu, mpende mke mwenzako na vilevile vile mumeo, msamehe tu na maisha yaendelee. Asante mama, nitazingatia kila neno uliloniambia leo. Zulfa alimshukuru Bi Kasali na baada ya hapo aliondoka kurejea ndani. Alipofika ndani akakutana na Amina Abduli pamoja na mama mkwe wake, wote walikuwa wakicheka. Jambo lile lilimkera sana, na alijikuta akianguka tena na kumwaga pilipili kwa mara nyingine tena. Sehemu ya nne ya simulizi yetu ya Mke Mwenza inakomea hapa. Harusi ya Abduli na Amina ndo hiyo imekaribia. Unadhani nini kitafuata? Usikose sehemu ijayo, lakini pia Usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya kengele, vile vile kushare kwa watu wako.